Kirio nimejaribu kuwa jasiri, nikabaki kwenye giza, nikiamini asubuhi itachomoza, lakini kila mwanga niliotumainia uligeuka kwa kivuli. Nilivumilia hadi pumzi ikawa maumivu. asubuhi tachomoza lakini kila mwanga nilotumainia ulikiuka kuwa kivuli, nilifunilia hadi pumzi kawa maumivu. Nikatabasamu mbele ya dunia, lakini ndani nilikuwa nazama mutu chache uzuli nazido ilivumilia dani nii mpenda zaidi ya maisha nikasahau kujiokoa mwenyewe. Nimijenga makao moyoni mwake akayangusha kwa neno moja tu, sitaki tena. Sasa kimya chake kinanipiga kama raji, nikapunzi kapunzi inayotoa ni kumbukumbu ya jina lake. Chelo, inapanda fili ninalia kwa hisia, kama huzuni ya sinema ya Netflix, sehemu ya tisho waroho kuvumilia. Niliamini uvumilivu ni upendo, lakini kumbe ni adhabu ya roho yenye matumaini.

sahau kujiokoa mwenyewe. Nilijenga makao moyoni mwake, akayangusha kwa neno moja tu, sitaki tena. Sasa kimya chake kinanipiga kama radi, ni kapunzi inayotoa ni kumbukumbu ya jina lake. Sehemu ya tri, ni mwishowaro kuvumilia. Niliamini uvumilivu ni upendo, lakini kumbe ni adhabu ya roho yenye matumaini. ni nijifunza wakati mwingi. Wenema, mbusha! Simu yangu iko wapi? Eliza, mbusha! Simu yangu iko wapi? mmenyamaza tu, inamaana hamuoni mimi natafuta simu? Mmekuwa mabubu nyie? Simu yangu iko wapi nyinyi, afu mnakaa kimya kama waende wazimu vile, mnashindwa kunielewa? Wenema, mmechukua simu Simu yangu iko wapi? Naitafuta afu mnaniangalia tu. Kwa nini mnanichumbulia macho? Niambieni simu yangu iko wapi? Oh, sipo sawa. Unaniuliza nipo sawa. Nashindwa kukuelewa kabisa, mbona nipeni simu yangu bwana. Oh. Simu yako si hapa. Oh. Ondoka. Ondoka ni hapa.

Changani, nilikupenda zaidi ya maisha, nikasahau. Simu zangu hupokei, nashinda kupokea simu simzangu. Nimepiga simu masaa yote, hupokei simu hata moja. Message nakutumia unashindwa kupokea. Kwa nini hivi? nye mjaona simu ikiita hapa afu unaongea na kunitumbulia macho tu chazi. Hiyo tabia siitaki. Mimi nina kupigia simu nataka uniheshimu. Simu uipokee. Unaiacha, unaitizana tu. Unaniona mimi kipofu. Bati kila kitu unayofanya na kukalia kimya. Lakini kweli siwezi kulifumbia macho. Najua ulikuwa na mwanamke wako, ulikuwa na wanawake wengi wamekuzunguka. Na ndio maana ushindwe kupokea simu yangu utawajibu ni mwanamke gani nakupigia? Kwa nini lakini? Mama. Hii kwa nini wewe mapenzi yako yamejaa mashtaka kuliko heshima? Uh. Yaani unaniona mimi mjinga, kila mara, kila wakati unanishutumu kwa nini? Jamani chazi, chazi. Mizingo langu limejaa mashtaka. Ina maana mimi ninachokuambia wewe, oh, unaona kama mashtaka vile, yaani unaona na kukera. Naongea ukweli kutoka moyoni mwangu. Wewe unaniboa, unashindwa kuniheshimu. Torosha hata kuniheshimu mbele ya marafiki zako hawa. Badala nimefika hapa, uongea tu ukweli mke wangu nisamee kwanza nilichofanya, unazidi kupanda juu. Unaniona sina thamani. Unaona nini ninachokiongea hapa kama naongea pumba vile? Chaze. Nitakuja kukuvuruga hata marafiki zako nyinyi ndio mnayemfunza. Nyinyi nyinyi. Ndio ndio wa kuhadi makuhadi tabia mbaya huyu. Wakubwa nyinyi. Hamira, Hamira. Swala langu mimi mimi na na wewe haliwahusu hawa. Sitaki uhusishe kabisa. Mimi nawahusu. Haliwahusu. Sasa kama haliwahusu, simu naita hapo. Kwa nini unakwambia upokee? Kwa nini unamwambia upokee? Lazima niwaambie. Usiwaambie, unaambia inahusu nini? Na mimi lazima nikushutumu wewe. Eh? Wao wananipima mimi kwa mashaka yako na sio upendo wako. Kwa nini unapiga piga mbele ya zangu? Sawa, kapigapiga kelele, usiongelee heshima heshima. <coughs> Nimesha kuheshimu sana, natetea penzi langu, lakini wewe ujinga. Nilijenga makao moyoni mwake, akayangusha kwa neno moja tu, sitaki tena. Sasa kimya chake kinanipiga kama radi. Ni kapunzi inayotoa ni kumbukumbu ya jina lake, sehemu ya tri, ni mwishowaro kuvumilia mimi, kuna jambo limenileta ana mimi. Kama navyojua, wazazi wangu mimi, nampenda sana mpenda sana, sana, toka kwenye mvungu wa mama, lakini kari, tunapozidi kwenda mbele ndiyo mapenzi yetu mimi na yeye naona yanaingia kisa. Kuna shida gani? Mbona zunguka sana? kwenye mahusiano yenu kuna shida gani? tuelezeni tuyatatue mapema. Chazi mwanangu, upendo bila imani ni kama nyumba iliyokosa msingi. E mwanangu, uko tayari kuishi kwenye nyumba iliyokosa msingi? Mwanangu mimi siwezi hiyo, lakini kwa sasa hivi nashindwa nifanye nini mama yangu, niko njia panda na mwanangu, kinachotakiwa huwe na subira na kila kitu ni kumtanguliza Mungu. Hebu sikilize kwa makini, unajua mahusiano yoyote yale yanahitaji, cha kwanza ni uvumilivu, cha pili ni misingi mema ya mahusiano. Cha kwanza kama ni uvumilivu, ulipaswa kuvumilia katika yale madhaifu aliyonayo kisha umrekebishe, ili mnapofikia katika ndoa yenu uweze kuwa yale madhaifu usha tatua yote. Sasa hizi ukisema mnaachana utaachana na wangapi? Utaingia kwenye mahusiano mangapi? Jaribu kumrekebisha, japokuwa mimi binti yangu nitamuonya, nitamuweka katika misingi iliyo imara, lakini kuwa mvumilivu ndoa itafungwa na mahusiano yataendelea. Sawa, mwanangu. Mana nilotumainia ulikuwa kama kivuli, nafsi yangu sana kwa kila ninapomfikiria najikuta naumia sana. Penzi langu kwake limekuwa ni moyo unaoungua kila siku. Amekuwa ni mtu wa kuchoma moyo wangu kila ninapom, majibu yake huwa yananiumiza sana, na pia ukimya wake unanipa jibu kuwa ana mwanamke mwingine ambaye anampa faraja ndani ya m. Nashindwa kuelewa ni kwa nini nimempa kila kitu mpaka uhai wangu nilimpa yeye awe naye, mpaka nafsi yangu nimeitoa kwa ajili yake, lakini bado hameshindwa kunithamini. Embu niambieta aanap aah, moyo wako unaishi kwa hofu zaidi kuliko imani. Unataka nini wewe? Unataka upendo upendwaoshid a mateso Ah, Daya, unanielewa tofauti. Tena utofauti wako ni mkubwa kiasi ambacho hatutoweza kuelewana mimi na wewe. Kwa nini unashindwa kunipa faraja? Nimekwambia Chazi ni mtu ambaye anautesa moyo wangu. Chazi ananiumiza. Unachotakiwa ni wewe kunishauri mimi nifanye nini juu ya penzi langu? Nifanyeje ili penzi langu liwe imara? Lakini inaonekana wazi, wewe upo pamoja na Chazi na upo pamoja na mimi haupo. Kama Chazi ataendelea kuwa hivi, kama Chazi ataendelea kuumiza nafsi yangu, bora niue, bora nife na niondoke kabisa katika uso wa dunia, asinione na mimi nisimuone, hapo nitamwelewa. Lakini kama nitaendelea kumuona Chazi, kama nitaendelea kumtizama Chazi kwenye mboni ya macho yangu, Idaya na imani nitachukua maamuzi magumu sana ila, wakuu, unashindwa kuwa pamoja na mimi, wakuu unashindwa kunisapoti, toka tena. Ndo yamekuwa hayo, imekuambia hata pamoja na, nimekuita hapa lakini nilitaka uwe pamoja na mimi na sio pamoja na yeye umeniita ili hujo bidaya. Unaonekana ni mwanamke ambaye bado hujajitambua eh? Unaonekana ni mwanamke ambaye hujielewi. Nilikuita tuongee, lakini pia na safari zangu sio. Nimekaa hapa tu kukusikiliza wewe, au wo nisikilize mimi na mambo yangu mengi ambayo nataka kuyafanya. Ondoka na mimi nifanye mambo yangu, niondoke na safari zangu, nenda Sehemu ya pili. Uchandani nili ntenda zaidi ya maisha nikasahau kujiokoa mwenyewe. Niijenga makao moyoni mwake, akayangusha kwa neno moja.